Lazima muwe walimu wa kufundisha watu kubadili Afrika na kubadili Afrika. Unamtazama una huyu kijana huyu, mawazo yake, unajua wewe, you don't have to give him mtihani wa karatasi. Unajua kwamba huyu atakapotoka hapa, huyu, popote atakapokwenda, huyu atapasheki. Kuna haja ya kuandikie karatasi akujulishe? Unajua wengine nilikuwa nasema nao ujuzi pale Unasema si si na ujuzi ba. Wana niambia mwalimu wacha tutoke shule sisi. Tukachemsha kaambia hapana kidogo kaeni tu. Hata hivi certificate zichukue. Maana kimsiache mabovu ndio anachukua certificate alafu nyinyi mnatoka hivi. Na nyinyi toke na certificate so, zile. Nyinyi toke na zile. Lakini unamuona kijana huyu unajua huyu huyu ukimpa mahala atapatimua tu. Atapabadi. Hivyo ndivyo tunavyowaombeni mfano. Work for revolution. Tena msiogope revolution. Mnaogopa hapana. Mijitu inayoogopa revolution ni minyonyaji. Nyinyi wanyonyaji! <laughs> wakizikia wakizikia, mama we, mama we, wakizikia, wakizikia so, mama we, wewe mama mnyonyaji, mama we, mama we, we, wa minyonyaji. Watu wanaogopa change ni wanyonyaji tu, ni watu walioshiba. Wanaogopa change kwa sababu change ile ina mashaka ndani yake, lakini mnyonge lazima atake change. Mnyonge hawezi kutaka mambo yaende hivi hivi tu. Yaende hivi kwa nini? Mambo mabaya alafu yaende hivi hivi tu. Acha bwana yaende hivi. Mnyonge hawezi kuwa conservative. Anayekuwa conservative ni yale yanayoshiba. Siyo mnyonge. Mnyonge anataka lazima mambo yabadilike. Siyo mambo yaende vile vile. Yale yanayoshiba ndio anataka mambo yaende vile vile. Ukiambia yeye huko leo kuna maskini wanamkutana, wana wasiwasi mama yangu wewe. Sijui wanamkutana wa nini huko. Hayo ni a aliyoshiba, hayataki hayataki chenji, itawavurugia mama. Na ndio ambao huko vijijini kila tunaposema tunataka kufanya chenji wanakataa, wanakata, wanakata. Utakuta huko vijijini anayepinga pinga chenji hajambo jambo hajambo jambo hajambo jambo, hmm. Hajambo, jambo. Anayepinga pinga chenji ni kiongozi wa chenji, hajambo jambo, anasema anasema hii serikali inadanganya, inadanganya, nadanganya nashiba huyo, masikini yuko tayari kubahatisha, yuko tayari hata kudanganywa, anabahatisha maskini leaba ma madhali hao wanasema kubahatisha, huenda yakaja maisha mapya. Masikini yuko tayari kubahatisha pateleambali hana ya kupoteza sana, akipoteza naweza akapoteza umaskini wake, lakini aana kingine cha kupoteza. Sasa nyinyi lazima muwe walimu wakuleta, msiogope change, msio mimi mara nyingi sana mengi yanakuwa sana conservative, hata hata mkiwazawaza habari ya kuchange system system yao, oh na kwa sababu now they want to change change the system of education, kwani ya ya ya mkoloni, you shall lower standards, whose standards? na zili tufikisha wapi? standards zingekuwa safi tungekuwa tunazungumza tunazungumza habari habari ya unyonge huu. Watu lazima tuweze kuona tuamue nini tunachotaka cha kutufaidia, tutabadilika kwa hiyo sema, walimu lazima mkubali kuwa walimu wa mapinduzi, si walimu wa kulaza watu usingizi. Kama, kama itakuwa ni revolution ya, ya mafunzo lazima muishike yote nzima, siyo nusu nusu, na lazima mbadili mawazo yenu. Hapana kufundisha, hapana, mnafundisha jinsi ya kupasi mtihani. Mtihani maana yake nini? Yaani ule ulikuwa ni kuomba certificate ya wa, wanyonyaji ile ya kwanza hiyo. masomo Masomo yale ya zamani yalikuwa masomo ya kijinga tu, mtu anatafuta anatafuta nini? Wengi hapa mimi sijui wenzangu wenzangu graduate, sijui wenzangu mlio graduate, mimi nilijua mimi kwa jitu zima nilijua, nilijua tu psychology

akifanya ule mtihani akapata ile mwe yake, anakwenda anaipa anaitia katika frame anapachika chumbani pale an tia katika frame ili kila mtu akija aone matendo yake yakitumwa vile vile lakini, ana certificate pale, si hiyo ana, si hiyo elimu, elimu ambayo nia yake is to lead to a piece of paper not to a revolution. Is to lead to a piece of... Not the change of a country. No. Sasa, walimu nyinyi mkiendelea namna ile ile ni walimu wa wa kutayarisha watu kufanya mtihani, lakini mtakuwa walimu wa kikoloni kabisa hii.